Kama kuna namna ya kueleza jinsi vyombo mbalimbali vya habari duniani vilivyopokea habari za kukamatwa na hatimaye kufunguliwa mashtaka kwa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, basi itakuwa ni kwa kutumia ule msemo mahiri wa Kiswahili kwamba kumpiga chura teke si kumuumiza, bali kumsaidia kuruka mbali, kwa sababu ndani ya masaa arobaini na nane baada ya kukamatwa na hatimaye kufunguliwa mashtaka kwa Mheshimiwa Lissu, zaidi ya vyombo vya habari mia mbili duniani kote vimeripoti habari hiyo, na havijaripoti katika mtizamo kwamba Mheshimiwa Lissu ni mhalifu, bali vimeripoti katika mtizamo wa mwanasiasa mahiri anayekandamizwa katika kuelekea kipindi cha uchaguzi. Makala hii inakuletea ripoti kamili ya jinsi habari ya kukamatwa na hatimaye kufunguliwa mashtaka kwa Mheshimiwa Lissu kulivyopokewa duniani kote nje ya nchini Tanzania. Mnamo April 9 mwaka huu 2025, na mheshimiwa Tundu Antipas Lissu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, na sura ya upinzani wa kweli nchini Tanzania alikamatwa akiwa mjini Mbinga mkoani Ruvuma, muda mfupi baada ya kuhitimisha mkutano wa hadhara wa kisiasa hakupelekwa kituo cha polisi cha Mbinga kwa mahojiano ya kawaida badala yake ndani ya masaa machache alisafirishwa hadi jijini Dar es Salaam ambako aliwekwa rumande na baadaye kufikishwa katika mahakama ya Kisutu akikabiliwa na shtaka la uhaini pamoja na mashtaka mengine matatu lakini ni hili shtaka la uhaini ambalo limegusa hisia wengi za wengi kwani ni moja ya makosa makubwa kabisa katika sheria za Tanzania kwa wataalamu wa usalama na siasa, hii haikuwa tu hatua ya kisheria ilikuwa, tamko la kimkakati linalolenga kuonyesha mamlaka, lakini pia lililojeka kasoro za kiintelijensia ya kisiasa Ndani ya saa 48, taarifa za kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu na kufunguliwa kesi ya uhaini pamoja na hayo mashtaka mengine matatu zilisambaa kwa kasi ya ajabu. Zaidi ya vyombo vya habari mia mbili duniani kote, kutoka Mashariki ya Kati hadi Ulaya, kutoka Marekani hadi Afrika, kutoka Asia hadi kwingineko, kokote kule vilisha ripoti tukio hilo CNN, Reuters, Al Jazeera, The Guardian, Deutsche Welle, Lemon, Yeni Safak, Africa News, Daily Maverick, The Continent, Malawi 24 na vinginevyo vingi vilitoa tafsiri inayofanana. Mheshimiwa Lissu amekamatwa kwa tuhuma zinazotiliwa shaka katika kipindi nyeti kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu 2025, endapo utafanyika. Ulimwengu haukuchukulia kama hatua ya kawaida ya kisheria bali kama mwendelezo wa ukandamizaji wa upinzani wa kisiasa. Katika lugha ya kiintelijensia hii ni perception warfare, vita ya mitazamo, na serikali ya Tanzania katika hatua hii imepoteza raundi ya kwanza mbele ya umma wa kimataifa. Serikali ilipomkamata Mheshimiwa Lissu, lengo lilikuwa wazi: kukatisha kampeni yake ya no reforms no election na kuvuruga mkakati wake wa kuhamasisha kususia uchaguzi hadi pale mabadiliko ya msingi ya kisheria yatakapofanyika. Lakini hatua hiyo haikuzima moto, bali imeuchochea zaidi. Katika uwanja wa ujasusi kuna dhana inayojulikana kama strategic blowback, hatua ya dola inayozalisha matokeo kinyume na matarajio. Ndicho kilichotokea hapa. Kwa kumkamata Mheshimiwa Lissu, serikali imemweka kwenye jukwaa la dunia ambako sauti yake, ujumbe wake na madai yake sasa yanavutia hisia za kimataifa. Methali ya Kiswahili hapa inapata umaarufu kwa maana halisi kwamba kumpiga chura teke si kumuumiza bali kumsaidia kuruka mbali. Kwa kutumia shtaka la uhaini pamoja na hayo mashtaka mengine, ambalo kihistoria huhusishwa na jaribio la mapinduzi au kuvuruga utaratibu wa kikatiba, serikali imeyapa madai ya Mheshimiwa Lissu ya uzito mkubwa wa kisiasa bila kukusudia. Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani Machi elfu mbili na ishirini na moja alionekana kama mwanga mpya wa mageuzi. Alifungua vyombo vya habari vilivyokuwa vimefungwa, aliruhusu mijadala ya kisiasa na hata kukutana na wapinzani, hatua zilizojenga matumaini mapya ya Tanzania yenye uhuru wa kisiasa. Lakini kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu kwa shtaka la uhaini pamoja na hayo mashtaka mengine kuna vuruga taswira hiyo. Kwa wataalamu wa diplomasia hii ni image crisis. Wa wale, kwa wale waliotumaini kuwa Tanzania kwa njia ya demokrasia ya kweli, kesi hii inapoteza taswira hiyo, imewakumbusha enzi za marehemu Magufuli, ambapo hofu, mabavu na ukandamizaji vilitawala. Swali linalosalia ni je, Rais Samia ameamua kupindua mwelekeo wa ma, ma mageuzi aliyoyasisi? Inakumbukwa Rais Samia alitangaza uhusiana zile 4R ambazo kwa kiasi kikubwa zimegusa hisia za wengi, na sio tu kuzitaja, bali yameziishi kwa maana ya utekelezaji. Mikutano ya kisiasa iliyoruhusiwa, shughuli halali za kisiasa ya vyama vya upinzani viliruhusiwa, na mahusiano kati ya serikali na vyama vya upinzani, mahusiano kati ya yeye mwenyewe Mama Samia Suluhu Hassan na vyama vya upinzani, kwa hakika yamekuwa mazuri kwa kiasi kikubwa, na hili linakuwa ni doa hili la kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu kwa hakika linakuwa doa katika hizo jitihada. Vilevile, kukosekana kwa Mheshimiwa Lissu katika kuelekea kwa uchaguzi mkuu ni pengo kubwa la siasa za ushindani nchini Tanzania. Chadema inapoteza sura yake kuu, lakini wakati huo huo tukio hili linaweza kuwa kichocheo cha mwamko mpya miongoni mwa wafuasi wa chama hicho, kama kutatokea kususia uchaguzi au maandamano au kama vijana wa Tanzania wataanza kuona dhahiri kwa mfumo hauwawezeshi mabadiliko ya kweli, basi taifa linaweza kukabiliwa na mlipuko wa kisiasa usiotabirika ndani ya siku chache zijazo, ndani ya siku chache tu, ndani ya masaa machache actually. Baada ya kukamatwa Mheshimiwa Lissu, jumuiya ya kimataifa haijakaa kimya. Taasisi ya kimataifa ya haki za binadamu Amnesty International imetoa taarifa kali ikisema Mheshimiwa Lissu amekamatwa kwa misingi ya kisiasa, na kwamba shtaka dhidi, mashtaka dhidi yake yanakiuka haki za binadamu. Taasisi nyingine ya haki za binadamu ya Human Rights Watch imeonya kuwa hatua dhidi ya Mheshimiwa Lissu ni sehemu ya mkakati mpana wa kuwanyamazisha wapinzani. Bunge la Ulaya, tayari baadhi ya wabunge wa bunge hilo wanalilia hatua za kisheria dhidi Wana, wana, wanadai kwamba kuna haja ya mamlaka ya hizi bunge la Ulaya, jumuiya ya Ulaya kuchukua hatua dhidi ya sheria kutokana na hili tukio la Mheshimiwa Lissu. Hii ina athari kubwa kwa sababu inaweza kuwa na impact kwenye masuala ya uchumi wa Tanzania. Kadhalika, uh, wa Tanzania walioko nje wao wana diaspora tayari huko jijini Washington DC na Boston wametangaza maandamano na kwamba watatuma barua katika Congress na wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Na huko Afrika Kusini, mashirika ya haki za binadamu yenye historia ya mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi sasa yamegeukia ya suala la Tanzania, wakisisitiza kuwa uhuru wa kisiasa lazima ulindwe kote barani Afrika. Haya si matamko ya kawaida, ni ishara ya mabadiliko ya kimtizamo kuhusiana na Tanzania, taifa ambalo linaonekana kama mfano wa utulivu na mageuzi. Mashinikizo ya kimataifa yanaweza kubadili mwelekeo wa kesi ya Lissu. Hii si kesi ya ndani tena, yani sio kesi ambayo inahusu, ipo tu ndani ya Tanzania. Sasa imegeuka kuwa jaribio la maadili ya kisiasa ya taifa la Tanzania mbele ya macho ya dunia. Ikiwa serikali itaendelea na shtaka hili pasipo ushahidi wa dhahiri, inaweza kujikuta inakumbwa na vikwazo vya kidiplomasia, kukataliwa misaada na ushirikiano wa kimataifa na upotevu wa uhalali wa uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano endapo utafanyika. Lakini kama Mheshimiwa Lissu ataachiwa, atajijengea nafasi mpya, si tu kwa shujaa wa kisiasa, bali kama sauti ya matumaini ndani na nje ya Tanzania. Atakuwa ameshinda vito, vita ya mtizamo . Ah, kama methali ya Kiswahili inavyosema kumpiga, kumpiga chura teke si kumuumiza, bali kumsaidia kuruka mbali. Serikali ya Tanzania huenda imejifunga bao. Badala ya kumdhoofisha Mheshimiwa Lissu imepanua jukwaa lake hadi kufikia anga za kimataifa, na bila kutarajia, huenda imesababisha kuongezeka kwa kasi za harakati za kisiasa za mabadiliko. Je, wewe msikilizaji, una maoni gani kuhusu hili? Serikali imejipiga bao au kwa namna nyingine, una mtazamo gani kuhusu swala hili? Basi ninatumaini kama umeelimika na utachangia mawazo yako. Asante na Wakati Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusiana na swala hili, ningependa kusikia mtizamo wako, maoni yako na ushauri kuhusiana na swala hili. Karibu kwenye comment hapo chini. Asante.